Maelfu ya waandamanaji wamemiminika mitaa ya jiji la New York nchini Marekani wakipinga vikali sera za Israel dhidi ya wananchi wa Gaza. Waandamanaji wakiwa wamebeba bendera za Palestina na mabango yenye ujumbe mbalimbali wamewakilisha hisia na hasira ya umma wa Marekani dhidi ya vita vinavyoendelea Gaza. Wakati haya akijiri, Rais Donald Trump amesema yuko tayari kufanikisha makubaliano yatakayomaliza vita vya Gaza na kuwarejesha nyumbani mateka 48 wa Israel wanaoendelea kushikiliwa na wapiganaji wa Hamas huko Gaza. Aidha, Trump anatarajia kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumatatu katika ikulu ya White House. Mkutano wa Jumatatu unalenga kuzungumzia mfumo utakaotumika kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na hatimaye amani ya kudumu baina ya pande mbili. Katika kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani ilizinduliwa mpango wa amani wenye vipengele ishirini na moja kwa ajili ya Mashariki ya Kati vikilenga kumaliza vita vya Gaza vilivyodumu kwa takribani miaka miwili sasa kati ya wanajeshi wa Israeli na kundi la Hamas. Mpango huo wa kutafuta amani ya Mashariki ya Kati umewasilishwa kwa maafisa wa Saudi Arabia, Umoja wa falme za Kiarabu, Qatar, Misri, Jordan, Uturuki, Indonesia na Pakistan. Pamoja na mambo mengine, mpango huo umelenga kurudishwa kwa mateka wote walio hai na waliopoteza maisha, kukomesha mashambulizi ya kijeshi yanayofanywa na Israel ukanda wa Gaza, sanjari na kuanza mazungumzo mapya baina ya Israeli na Wapalestina kwa ajili ya kuishi pamoja kwa amani. Trump, ambaye ni mshiriki mkuu wa Israel katika medani za kimataifa, baada ya kuzungumza na baadhi ya wawakilishi wa nchi wa za Kiarabu, anazungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku Jumatatu wiki ijayo. Vita vya Gaza vilianza Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu baada ya wapiganaji wa Hamas kuingia Israel na kuua watu elfu moja na mia mbili huku wakiwateka nyara watu mia mbili na hamsini na moja kwa mujibu wa takwimu za Israel. Inakesiwa ni mateka ishirini kati ya arobaini na nane wa Israel ambao mpaka sasa bado wako hai.